Katibu mkuu wa shule za mitaa ya mabanda nchini Juma Athman Rubambo ametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Mombasa kupunguza ada ya leseni na ulipisha kwa biashara ndogo ndogo ikiwemo shule za mitaa ya mabanda. Akizungumza katika hafla ya maadhimisho ya miaka kumi tangu kuanzishwa kwa shule ya Cornerstone katika eneo la Miritini na ubunge la Jomvu, Rubambo amehoji kwa gavana Abdusabar Sharif Nasri aliahidi kuweka kipaumbele suala la elimu katika serikali yake ikiwemo shule hizo za mitaa ya mabanda. Mheshimiwa Gavana uliingia kwa kaunti na vishindo vingi na ahadi na, na, na nyingi. Kati ya moja zile ahadi ambazo wewe mwenyewe ulizungumzia ni kuhusu masala ya shule za mitaa mabaa, umesema kwamba uliahidi kwamba community schools zitakuwa katika ajenda yako na kuhakisha kwamba zitakuwa zikupata msaada wa kila aina ambao a kupatikana katika, lakini kinyume ni kwamba unavyoona kufikia sasa katika hata za ya, ya, ya, ya, ya county umetuongezea tena ujira mbili ni juu tulikuwa tunalipa elfu kumi na moja baadhi ya mashule mengi, sasa umetufikisha shilingi elfu ishirini na moja Mheshimiwa Gavana, kumbuka kwamba hizi shule ni za wanyonge. Haya mambo uliyoyazungumza na sisi ntukakubaliana leo hii unatugeuka, unageukia ukitugeuka sisi umegeuka mkazi wa Mombasa kwa sababu shule hizi zinahudumia wanafunzi wa Mombasa. Sisi tunajaribu kwa hali moja kuinua viwango vya elimu, badala ya kutupatia aina yote ya msaada na a wewe kandamizana, hii itakuwa si sawa. Na tumezungumza haya maneno ya chana na tunakubaliana na wewe, leo hii umeturuka na sisi tumebaki peke yetu, tukiendelea kukandamizwa na kitengo chako cha Mkurugenzi wa shule ya Cornerstone Judy Angote, amesema shule hiyo iliyoanza mwaka 2014 imekuwa msaada mkubwa kwa wakazi wa Mritini, huku akisema shule hiyo inazingatia mfumo wa elimu ya umilisi CBC hadi kufikia grade ya 9. Wametina washukuru sana kwa sababu sidhani kama kuna wakati nilienda door to door advertisement ya shule. Hao ndio wamekuwa ambassadors wa, wa shule, na kile ninge washukuru zaidi wasidi kupenda kupe shule na wasidi kusimama na, wa ku, na shule, na hakika wasidi kuombelesha wengi kwa ajili yale mazuri inazingatia sana talanta za watoto kwa sababu tumejua katika mfumo huu wa CBC kwamba ni wakati ambao tunataka kusaidia watoto waweze kumaliza shule. Kwa, kwa upande wake mwakilishi wa wadi ya Mritini Swaleh bwana Baya amewahimiza wazazi kuchunga watoto wao wakati wa likizo. Aidha kibwana amewahimiza machifu na manaibu wao kuhakikisha usalama unadumishwa na hakuna utumizi wa mihadarati wakati wa likizo. Na hafla leo ilikuwa nzuri, kwa sababu tuliweza kuhimiza watoto wasome na pia vilevile usalama unadumishwe lakini sasa tulilenga kwamba tuhakikishe watoto kwamba wanachungwa hasa wakati wa likizo muhimu. Pia tumegusia kuhusu mihadharati wa madawa kulevi, ambapo tumeona juzi tuko na waziri Murkomen, waziri wa internal security. Ni jambo ambalo tulichukua jukumu kama viongozi, both the county government and also national government tuhakikishe mitaa yetu haina mihadharati kwa sababu drug hasa bangi zimeenea sana mitaa yetu. jamo a kama viongozi kwamba atia hofu, huenda tukapoteza generation kupitia mihadharati ilikuwa so, ni himizo zangu sana kama kiongozi kuona kwamba at least tunakomesha mihadharati, na pia tunaomba vyombo vyo vya usalama visilegeze kamba kuona kwamba at least Tuna contain hii shida. Ali Evincent, Benvin TV.